a kutoka kwa wito uliotolewa na kamanda wa polisi wa kanda maalum ya Dar es Salaam, kamishina wa jeshi la polisi nchini Suleiman Kova, ambaye yeye alikuwa eneo la Kilwa Road Barracks hapa Dar es Salaam na kushiriki katika zoezi la kufanya usafi kisha kutoa wito kwa Watanzania kuhakikisha zoezi hili linakuwa endelevu na liwe na tija, ili kupambana na maradhi mbalimbali yanayotokana na uchafu. Kambi ya kambi kuu ya ya polisi, eh, polisi bara hapa koro na leo tunaadhimisha, eh, uhuru wetu wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa Tanzania bara eh, kama ilivyoamuriwa na viongozi wa juu na hasa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania eh, afande John Pombe Joseph Magufuli, ni kwamba nimekusanyika hapa na askari, hiki ni kikundi kimoja tu kuna vikundi kama hivi kama 50 ambao kwa pamoja pamoja na maofisa wenzangu tunashiriki kikamilifu e, katika kufanya kazi ya usafi katika kambi. Sisi jeshi la polisi tuna mstaafu wetu, ni kwamba e, e, chini ya kifungu 141 cha Police General Order eh, huo ni mstaafu wa jeshi la polisi e, ambao unaonyesha kanuni na taratibu za fanya kazi katika jeshi la polisi ni kwamba wakaguzi, askari, NCOs na, na askari wa kawaida wanatakiwa kila wiki wafanye usafi katika kambi zao na wakaguliwe na, na viongozi, kwa hiyo pamoja na agizo hili la, la serikali. Asante sana. Hiyo ni kauli ya Kamishna wa jeshi la polisi Suleiman Kova, kamanda wa kanda maalum ya polisi ya Dar es Salaam.